Na... watu tisa wanatajwa kufariki dunia papo hapo na wengine 44 kujeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Hai kugongana uso kwa uso na lori lililokuwa limebeba shehena ya sukari katika eneo la Lugono Melala, barabara kuu ya Morogoro Iringa. Kwa mujibu wa mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, Daniel Nkungu anasema ajali hiyo imetokea alfajiri ya leo Alhamisi Juni kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano na hospitali imepokea miili ya marehemu tisa, mitano ya wanaume na minne ya wanawake. Nkungu pia amebainisha kuwa amepokea majeruhi 44 wengine wao wamepata mivunjiko na wanaendelea kupatiwa matibabu ya haraka chini ya uangalizi wa karibu wa mtaalamu wa afya. Huku kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Alex Mkama amesema kwamba atatoa taarifa rasmi kwa, kwa vyombo vya habari muda si mrefu kuhusu chanzo cha ajali hiyo na hatua zinazochukuliwa. Nasi basi tutakapopata taarifa zaidi tutakujulisha kulingana na kile ambacho tutakipokea kwenye mamlaka. Wenzetu wametangulia, sisi tunafuata. Hakika tuombe zaidi. Hii ni taarifa ya watu tisa wanaotajwa kufariki dunia papo hapo na wengine 44 kujeruhiwa baada ya basi la Kampuni ya Hai kugongana na ya sukari Melala huko.